Mahakama Kuu ya Tanzania, masijala ndogo ya Dar es Salaam imeendelea kusikiliza ushahidi katika kesi ya uhaini ya Lissu, ambapo shahidi wa kwanza anayelindwa P2 tu mwenye umri wa miaka 38 ambaye ni fundi umeme ameshatoa ushahidi wake akiongozwa na wakili wa serikali mkuu Igras Mwinuka. Ameieleza mahakama kuwa yeye ni mfuasi wa Chadema kuanzia 2021 na alianza kujishughulisha kwenye mikutano na michango ya mikutano tone tone Anaeleza kuwa Aprili 4, 2025 alikuwa kwenye shughuli zake Songea. Anakumbuka kipindi anapitia mtandao wa kijamii, alikutana na video ya Lissu ambapo alikuwa na mkutano Dar es Salaam. Akiwa kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube wakati anaperuzi, akakutana na ujumbe wa mwenyekiti wa chama akiwaelekeza kuwa mwaka huu, mwaka jana, yani 2025 hakutakuwa na uchaguzi kwa wale ambao wanataka kugombea udiwani ubunge na uraisi wa sahau. Akamtafuta mwenyekiti wa baraza la vijana esa Uchiza ili kupata ufafanuzi. Anasema ilipofika Aprili 4, 2025 akatafutwa na kuambiwa kuna ziara ya Lissu itafanyika mkoa wa Ruvuma, watoe mchango wa ya hiari tonetone, ambapo yeye akatoa shilingi elfu kumi ili kuwezesha ziara, anaeleza waliambiwa mkutano utafanyika Aprili 10, 2025 saa 4 asubuhi. Akaendelea na shughuli zake akisubiri hiyo siku. Ilipofika Aprili 9, 2025 aka, akifuatilia taarifa za habari kwenye mitandao ya kijamii, akapata taarifa za kuwa Lissu amekamatwa. Anadai hakuwa na taarifa za kutosha. Ilipofika Aprili 10, 2025 akajiandaa kwenda kwenye mkutano kupata taarifa zaidi. Alipofika uwanjani akakuta magari ya polisi, akakuta taarifa za kuwa hakutakuwa na mkutano, ndipo akatoka kwenda mjini kwenye ofisi za Chadema eneo la Mfaranyaki, eneo la Mfaranyaki. Mchana wanachama wengine wa Chadema wakawa wanasema Heche ataongea, akawa anasubiri kupata ufafanuzi kwa nini mkutano haujafanyika na kwa nini mwenyekiti amekamatwa kipindi anaelekea huko. Alipofika akakuta viongozi wa mkoa wa Heche Lema na wengine, kabla hawajaongea na waandishi, yakaja magari ya polisi na kuwaambia wapo chini ya ulinzi, akajikuta amekamatwa na kupelekwa polisi kwa RPC. Taarifa zaidi tutakusogezea hapa hapa Orange Media TZ. Kwa maana hiyo basi, subscribe, bonyeza neno subscribe. Halafu bonyeza alama ya kengele ili kila kitakachoendelea katika kesi hii kikufikie kwa wakati.